Serikali, naomba nitoe salamu za pole kuamka marehemu watoto, waheshimiwa wabunge, lakini hasa mheshimiwa spika, ambaye ndio kiongozi wa bunge letu. Kifo hiki ni cha dharura, jambo ambalo so, tukuitarajia. Sote kwa pamoja tuendelee kumwombea kila moja

Naomba kuchukua nafasi hii kutoa pole nyingi sana kwa familia ya marehemu Hafidh, ndugu jamaa na marafiki, wapiga kura wake wa Dimani, Wazanzibari wote na Watanzania wote. Tunajua kabisa kwamba kazi hii ni ya Mwenyezi Mungu. Mimi nilikuwa kwenye kikao pamoja na yeye na mwenzake Sports Club jana anga mipango kwa ajili ya timu ya Bunge Sports Club kushiriki mashindano ngu mwezi ujao wa Disemba kule Mombasa, ya michezo ya mabunge ya Afrika ya Mashariki. nikupata habari leo asubuhi kwamba Mwenyezi Mungu amemchukua. Tulishtushwa sana kama mlivyoshtushwa wabunge wenzangu. Hiyo inaonyesha tu jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ana nafasi yake katika maisha ya kila mmoja wetu. Kama nilivyosema wenzangu walitangulia, fundisho tunaolipata kwa ni kwamba tupendane, sisi ni wamoja, yanayotuunganisha ni mengi kuliko yanayotutenganisha. Hivi ndivyo ambavyo mwili wa aliyekuwa mbunge wa Dimani, Hafidh Ali Tahir, unavyoweza kusindikizwa, kuelekezwa katika nyumba yake ya milele visiwani Zanzibar, ambako yeye alikuwa ni mwakilishi. Mpendwa huyu amefariki akiwa anaendelea na shughuli zake za ujenzi wa taifa, hasa katika vikao vya bunge hapa Dodoma. Kutoka Dodoma, Habel Shidawali, Mwananchi Digital.